Ndugu zangu wanahabari na Watanzania kwa jumla, habarini za asubuhi, poleni na majukumu. Kwanza kabisa, jina langu naitwa Doyo Hassan Doyo, ni katibu mkuu wa chama cha National League for Democracy NLD, lakini leo ni mwanachama wa chama cha National League for Democracy NLD, na nimekuja hapa na jambo kubwa kabisa. Kwanza kabisa naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kuwa hapa leo. Pili niwashukuru ninyi kwa kuitika wito wetu huu muhimu kabisa kwa ajili ya kutufikisha taarifa zetu kwa Watanzania. Ndugu wanahabari, ni matumaini yangu mpo salama, na ndio maana tumejumuika wote hapa. Kama mnavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa kupata viongozi wetu watakaoshika madaraka katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Lakini pia mnafahamu nchi yetu ni nchi ya demokrasia, hivyo kila Mtanzania mwenye sifa anayo haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Miongoni mwa wenye sifa ni mimi niliyekuwepo hapa mbele yenu. Nina sifa zote za kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwa sifa hizo ni umri usiopungua miaka 45. Mimi nimevuka huko. Aidha, afya ya kuhimili mikikimikiki mikiki ya urais ninayo, nasema alhamdulillah. Ndugu wa Tanzania, uchaguzi huu ni wa sita tangu uliporejeshwa mfumo wa vyama vingi hapa nchini kwetu, hivyo ni uchaguzi muhimu sana katika taifa letu ni muhimu kwa watanzania wakaelewa hivyo, kwani ni zaidi ya miaka 30 nchi yetu imekuwa ya, ya kidemokrasia. Pili, ni haki yangu ya msingi ya kikatiba kuomba nafasi kubwa katika nchi yetu, hasa pale nilipojitathmini kifikra, kiuwezo, kiuweledi, kuwa naweza kumudu nafasi hiyo. Hivyo ndugu wa Tanzania, ndugu waandishi, kuja hapa sijakurupuka, bali nimesheheni busara za wazee ndani ya familia na ndani ya nchi. Baada ya kuomba busara zao na kujiridhisha na malengo yangu katika taifa letu, wamesema nenda, tuko na wewe. Sio busara hapa kuwataja ila, ila hapo walipo wanasikia kijana wao nikiwashukuru. Nasema wazee wangu nawashukuru sana, na wanafamilia nawashukuru sana. Lakini pia nimeshauriana na familia yangu yote kuhusu hilo, nao baada ya kuwaeleza malengo yangu kwa ajili ya nchi nao waliniombea dua. Hivyo nipo hapa kupata baraka zote katika jambo hili. Mnaweza kujiuliza kulikoni kuomba nafasi nyeti katika, katika nchi yetu. Jibu ni kwamba bado naona kuna maswala ambayo hayajafanyiwa kazi ipasavyo katika nchi yetu, hili ndio lililo nisukuma na mimi kuona kuna nafasi ya kutoa mchango katika taifa langu. Maswala ambayo nime, nimeona hayajashughulikiwa ipasavyo na serikali zote za awamu ya kwanza mpaka awamu ya sita ni maswala haya yafuatayo: la kwanza ni ajira, elimu, kilimo na ufugaji rasilimali za maji mi, kuziba mianya ya ukwepaji wa kodi, kupambana na rushwa kwa kiwango kikubwa, kujenga taifa la walipa kodi kwa kiwango kinachostahili, kuweka nguvu katika sekta ya madini, kuongeza jitihada kwa watoto wa kike kupata elimu na teknolojia, kuhakikisha tunaimarisha muungano wetu, kuimarisha sekta binafsi ili kukuza na kuongeza tija na ufanisi wa utendaji wa shughuli za kijamii. Haya masuala kumi baada ya kufanya utafiti kwa kipindi kirefu, kwa mtazamo wangu na muono wangu na tafiti zangu, haya masuala hayajafanyiwa kazi kwa kiwango kinachostahili. Sasa nimeona wenzetu, bahati nzuri waliotawala kipindi chote mpaka leo ni Chama cha Mapinduzi. Tuwaache na kujenga madaraja ya Busisi tuwaache na kujenga SGR. Tuwaache na kujenga mavyuo vikuu, lakini sisi tunakwenda kuimarisha sekta za umma ili tuweze kupata maendeleo. Lazima uwe na uhakika wa kuwa na vijana wenye ajira. Mnaweza kuona kwa nini ajira nimeweka kipaumbele ni juzi tu hapa mmesikia chama cha walimu wasiokuwa na ajira wakilalamika kwa taifa kwamba wamejitolea muda mrefu sana wa kujitolea kufundisha bila malipo, wakiishi kwenye nyumba za kupanga wakijigaramia, lakini ajira zinapotoka huko serikalini kwenye api zao hizo za kuomba ajira, wale ambao wanajitolea wanazoekea kwenye kujitolea, miaka ya uajiri inawapita. maana yake sasa tunakwenda kuwatumia watu ambao wamesomeshwa na wazazi wao, halafu tunashindwa kuwapa ajira, lakini tunawatumia katika kufundisha watoto wetu. Nikaona katika dhamira yangu ya kwenda kulikomboa taifa, niende kuwakomboa watanzania kuwa na uhakika na ajira. Ukimwangalia yule mwenyekiti wa kile chama anaongea, mpaka unamuonea huruma kuna waliojitolea wakiwa na miaka 25 mpaka wamevuka miaka ya kuajiliwa. Kwa hiyo automatically wanakosa sifa ya kuajiliwa kwa sababu miaka imevuka, lakini mlikuwa naye mnamtumia katika kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu. Sasa NLD kama chama kitanipitisha kuwa mgombea, swala langu la kwanza na kwenda kudili na ajira kwa Watanzania, hili nimeliweka kipaumbele na mnaweza mkajiuliza sababu kubwa ni ipi? Sababu wote hapa tupo kwa ajili ya matumbo, huwezi ukaishi kama huli chakula. Leo tuna vijana wanatoka vioni, lakini dimandi ya ajira ni ndogo. Hawa vijana kuna kijana mmoja nimemwona kwenye mtandao, ana masters ya masuala ya amani na no ujenzi ambaye amepata chuo cha ardhi pale Dar es Salaam anaendesha bodaboda. Si kashifu kazi ya bodaboda boda, lakini naangalia thamani ya ile elimu aliyoipata, halafu hajaaminiwa na serikali kupewa kitengo cha kufanya hiyo kazi aliyoisomea, anakwenda kuwa dereva wa bodaboda. Kwangu mimi, sio matusi kuendesha bodaboda boda, lakini ni kuidhalilisha taaluma kwa watoto wa Kitanzania, na sababu kubwa ni kukosa ajira nikaona mkakati wangu wa kwanza endapo nitafanikiwa kuwa rais wa nchi hii, lazima nikashughulikie swala la ajira. Swala la pili kwa maono yangu na tafiti zangu ni swala la elimu. Mnaweza mkaona shule za kata zimesaidia, ndiyo zimesaidia, vyuo vimejengwa vingi, watu wanasoma, lakini juzi rais akiwa Arusha alizungumza kwenye lile jukwaa, anasema twendeni tukatengeneze watoto wenye uwezo wa kujenga hoja. Hakuna ambaye hajaona ile hotuba ya rais. Tafasiri yake mnaifahamu, maana yake elimu yetu inayotolewa kwenye mashule, kwenye mavyuo haikidhi kumwezesha mtoto wa kike au mtanzania kuwa na uwezo wa kujenga hoja katika maswala mbalimbali. Ndio maana rais akasema tuwe na elimu kujenga watoto waweze kujenga hoja katika mambo mbalimbali mbali. Sasa, miaka sitini na mbili ya uhuru, pamoja tuna viwango vikubwa vya elimu, lakini elimu yetu haimwezeshi mtu kujenga hoja katika masuala mbalimbali mbali. Nikaona suala langu la pili liwe katika sekta ya elimu. Maana yake ni nini? Tunakwenda kuboresha misingi ya kuwapatia watoto elimu itakayosababisha waweze kujiamini na kujitegemea. Leo mtu una masters unashindwa kujitegemea kutokana na elimu uliyopata. Maanake elimu hii tunaita elimu hewa, elimu feki, imeshindwa kukusaidia. Pamoja una digrii una masters, lakini huna namna nyingine ya ku struggle baada ya kutoka chuo kikuu. Mimi nakwenda kuboresha elimu ili mtanzania atakapomaliza elimu ya chuo kikuu elimu ya msingi, elimu ya sekondari, awe na uwezo wa kujitegemea katika maisha yake. Ndio maana swala langu la pili ambalo nakwenda kulisimamia endapo nitafanikiwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi ni swala la elimu yenye uwezo wa kumsaidia Mtanzania. Swala lingine ni kilimo na ufugaji. Sekta hii haijafanyiwa kazi kabisa. Ngozi ni mali, natengeneza viatu, tengeneza mikanda natengeneza nguo za baridi. Lakini leo sisi hatuna uwezo wa kutengeneza bidhaa za ngozi kutuingizia kipato katika taifa letu. Kwa sababu gani? Sera haijakaa vizuri, lakini serikali haijatia mkazo katika sekta hiyo. Nikaona swala hili la kilimo niliweze kuliwekea kipaumbele changu cha tatu, na kilimo, asilimia zaidi ya themanini na tano hadi themanini na saba watanzania wameajiriwa na sekta ya kilimo wote hapa baba zetu ni wakulima, kama watumishi ni wachache sana. Dato naipatia hapa hapa, ikiwa asilimia zaidi ya themanini na saba wamepatika, wamepata ajira kutokana na kilimo, kwa nini serikali isiweke mkakati madhubuti? Lakini ukiwasikia wanakuambia tumejenga skimu Dodoma, tumejenga skimu Lushoto, tumejenga skimu Mkomazi. Skimu hizo ni za zimamoto hazina mpango maalumu wa kuzihifadhi hizo skimu zikasababisha watu wakapata ajira. Kwa hiyo kilimo ukikiimarisha vizuri, kwanza utakuwa na uhakika taifa lako halitakuwa na njaa, lakini utatengeneza ajira za kutosha kupitia kilimo. Angalieni sasa hivi, kuna dada zetu, wale wanabeba mabeseni wale, wamepata ajira kupitia kilimo. Huyu anauza parachichi, huyu anauza ndizi, huyu anauza maembe, huyu anauza matango, huyu anauza eh, anauza watermelon. Yote hii ni ajira iliyotokana na kilimo, lakini sera ya kilimo ya nchi yetu haijaonyesha kumsaidia mkulima au haina mpango madhubuti wa kuweza kuwasaidia Watanzania katika sekta ya kilimo wakapata maisha mazuri. Endapo nitachaguliwa kuwa rais wa nchi hii na chama kikaniteua, tutakwenda kusimamia kilimo na ufugaji ili iweze kutengeneza tija kwa watanzania na kusababisha ajira za kutosha. Swala so, langu la tano ni kuziba mianya ya ukwepaji wa kodi, kupambana na rushwa kwa kiwango kikubwa kabisa. Pamoja na kwamba matamko yanatolewa mengi ya namna ya kudhibiti rushwa na kupambana na rushwa, lakini bado kuna manunguniko ya tuhuma za baadhi ya watu kwamba bado wanaendeleza rushwa kubwa kubwa katika miradi ya kimaendeleo juzi namwona waziri wa ujenzi, naibu waziri wa ujenzi akikagua mradi wa mwendokasi wa Mwenge Tegeta, kama mliofuatilia wa, naibu waziri analalamikia kwa mkandarasi kwamba huyu hatutampa tenda tena katika nchi hii, kwa sababu hana vifaa vilivyokuwa saiti na hana uwezo. Ilitumikaje ni, ni, ni, ni masuala gani yaliyotumika kumchunguza mtu ambaye ana mradi mkubwa kama ule ambaye hana uwezo wala vifaa. Nani anaweza akanijibu? Unampaje mtu ambaye hana vyo? Yaani mimi hapa nikaombe kazi ya ujenzi ya kujenga mwendokasi, sina doza, sina skaveta, sina matipa, napewaje mimi mradi mkubwa wa kujenga barabara ya mwendokasi katika jiji la Dar es Salaam? Huyo ni waziri anayelalamika kwa mkandarasi, kasimama na mkandarasi, anamlalamikia hatukupi kazi tena, tena anaongea Kiswahili wakati mwenzake mchina yule mkandarasi kasimama tu hivi. Inaonyesha ni jinsi gani hizi kazi wakandarasi hawazipati katika mazingira ambayo yanakubalika. Kama tukipata serikali, katika maswala ambayo tunakwenda kusimamia ni kuhakikisha tunapambana na rushwa ili taifa liweze kupata maendeleo. Kwa sababu yule sasa kashakwama barabara haitengenezwi. Na fedha kashachukua chukua advance, hana vifaa, waziri analalamika. Tunakwenda kuhakikisha tunakwenda kuziba mianya ya rushwa na mianya ya ukopaji wa kodi ili tuweze kuwa na taifa ambalo linajitegemea kwa kiwango kikubwa. Lakini namba sita ni kujenga taifa la lipa kodi kwa kiwango kinachostahili. Pamoja na taarifa ya Kamishna Mkuu wa TRA ya kwamba nchi yetu imevuka malengo ya ukusanyaji wa kodi. Tarehe kama hizi kwa miaka iliyopita, tumekusanya pesa ya kutosha. Nichukue nafasi hii kumpongeza mkuu na kamishna wa TRA kwa kuhakikisha kwamba taasisi ya TRA inafanya kazi kubwa ya kukusanya mapato ya nchi. Lakini mimi kwa mtazamo wangu, elimu na usimamizi madhubuti wa kuweza kusimamia Watanzania kuweza kuwaongeza Watanzania kuweza kulipa kodi, kazi hii haijafanyika vya kutosha, kwa sababu bado takwimu zinaonyesha walipa kodi wa Tanzania ni wachache kuliko wanaozitumia kodi hizo. Endapo nitafanikiwa kuwa kiongozi mkubwa wa nchi, tutahakikisha tunaweka mkazo madhubuti wa kuwajengea uwezo wa maafisa wa TRA na watanzania kupata elimu ya ulipaji kodi ili tuweze kuwa na walipa kodi wengi katika taifa letu na tuweze kujitegemea kama taifa. Taifa ambalo halilipi kodi watu wake haliwezi kustruggle. Miongoni mwa watu ambao ni wavivu wa kulipa kodi ni Watanzania, wanaona sio haki yao ya msingi kulipa kodi, lakini hajui parasatamo kama inaletwa bila kulipiwa na serikali, angeinunua kwa shilingi ngapi kidonge cha aspirini kama hakilipi na serikali, mwananchi wa kawaida hawezi kukinunua. Huwezi kukinunua, unaweza kukinunua shilingi elfu mbili hadi elfu tatu. Lakini leo nakwenda na shilingi mia mbili, unanunua kidonge cha parasetam kwa sababu fedha imeingizwa na serikali katika mtandao utengenezaji wa madawa. Sasa usipolipa kodi, maana yake unajidhulumu hata mwenyewe. Kwa hiyo eneo hili tutakwenda kuliwekea mkazo, kutengeneza majarida ya kutosha kutengeneza wataalamu kwa ajili ya kutoa elimu ya Watanzania, kwanza waweze kujisajili katika mtandao wa, wa TRA hey, lakini pili wawe watu wa hiari kwa ajili ya kulipa kodi. Usipolipa kodi nchi haiwezi kupata maendeleo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia pamoja na mafanikio aliyotangaza kamishna mkuu wa TRA hey, niwaombe watanzania wawe, wawe na hiari na utayari wa kulipa kodi ili nchi iweze kupata maendeleo. Namba saba tutaweka nguvu katika sekta ya madini. Ndugu zangu, kuna nchi zinaishi kwa ajili ya uvuvi. Bajeti yao kwa asilimia zaidi ya 55 mpaka 60 inategemea rasilimali zilizoko katika nchi hiyo. Sisi tuna uvuvi, tuna ma maziwa, tuna mito, tuna madini tuna misitu tuna kila ghasia ya rasilimali lakini bado bajeti ya taifa letu ni tegemezi tunategemea wahisani kwa zaidi ya asilimia arobaini na tano bila kuweka mkono wake wa fadhili hatuwezi kustruggle katika nchi kama nitakuwa rais wa nchi hii na wahakikishie Watanzania tunakwenda kuwekeza nguvu katika sekta ya madini wachimbaji wadogo wadogo tunakwenda kuwanyanyua, tunakwenda kuwakopesha fedha zisizokuwa na riba, tunakwenda kuwapa mitambo halafu tunawekea masoko huru ambayo hayana janja janja, ili waweze kuinua uchumi wa taifa kupitia rasilimali ya madini. Leo tuna madini ya tanzanite, tuna madini ya dhahabu, tuna madini ya cobalt, tuna madini ya manganize, tuna madini ya alexandrite, tuna madini ya amasisti, tuna madini ya lubi, tuna madini ya hapa hapa Morogoro, wapi? Hapa Manyoni, hapa wapi? Hapa Malinya kuna madini hapa, yanaitwa nini? Safaya, kuna nini? Madini ni mengi hapa Morogoro, yote hayo hayajawekewa mpango maalum ya kuwanufaisha Watanzania. Endapo nitafanikiwa katika sekta ya madini, bajeti yetu kubwa itaelekezwa pale kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo wadogo waweze kujiimarisha katika uchumi wao na kuweza kulipa kodi ya serikali na Tanzania kutegemea rasilimali ya madini kwa ajili ya kujiendesha na kupunguza utegemezi katika bajeti yetu katika mataifa ambao ni wahisani. Leo mnasikia George Bush nani huyu rais wa Marekani, Trump anatishia watu, mara anafunga taasisi, mara anafukuza hawa, mara anaondoa watu wangu, mara anawekwa vikwazo, kwa sababu nchi zinashindwa kutumia rasilimali zilizopo katika nchi zao na kuwa na uchumi wa kutosha. Hili tutaliwekea mkazo katika awamu yetu ya ku, ya uongozi kuhakikisha nchi yetu haitikiswi na taifa lolote lenye uchumi, kwa sababu tutajenga uchumi imara kupitia rasilimali za madini. Namba nane ni kuongeza jitihada kwa watoto wa kike katika kupata elimu na teknolojia. Tumefanya utafiti mkubwa hapa kwetu vijana wetu ambao tuko nao kwenye chama wamefanya utafiti mkubwa. Wanawake, wasichana, watoto wa kike wako nyuma sana katika masuala ya elimu za teknolojia, hawapo katika ushindani huo. Wao wanasoma haya masuala tu ya kutaipu, kutoa nini picha, kutengeneza kadi na nini, lakini ile taaluma ya IT hasa watoto wa kike wamewachwa nyuma tofauti na watoto wa kiume katika taifa letu. Tukaona tusiwaache nyuma. Chama chetu katika kaulimbiu yake kinasema uzalendo haki na maendeleo. Ni uzalendo ndio huu tunaozungumzia, kutumia rasilimali za nchi kuimarisha uchumi wetu. Haki ni kuhakikisha kila mtu anapata haki katika taifa lake, ndio tukazungumzia masuala ya ajira na masuala ya elimu, na ndio maana tumembeba mtoto hakika. Sasa kama watanzania wana hamu ya kuwaona watoto wao wenye vipaji vinaimarika, basi mwaka huu ni mwaka wa kwenda kubadilisha chama na chama chenyewe ni chama cha National League for Democracy NLD chini ya mgombea wake kijana shupavu Doyo Hassan Doyo, tunakwenda kuibadilisha nchi na tuko serious. Haya tunayozungumza tumeyafanyia utafiti. Hata mkitaka tutoe lecture hapa mwezi mzima kuhusu haya, muulize maswali wiki nzima, tuna majibu nayo namna ya kwenda kuyatekeleza, kwa sababu hatukuja nayo kwa kuyaandika, tumekuja nayo kwa utafiti. watoto wa kike wako nyuma katika elimu ya teknolojia. NLD tunakwenda kuwabeba, kutilia mkazo kujenga mashule kwa ajili ya watoto wa kike kusoma masuala ya teknolojia, waweze kuingia katika soko la ushindani. Namba tisa ni kuhakikisha tunaimarisha muungano. Sasa hivi muungano umekuwa kimya, watu hawasemi, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametokea Zanzibar na rais wa Zanzibar ametokea Zanzibar. Kwa hiyo, hutasikia nani anamdai mwenzake, lakini bado liko fukuto la masuala ya muungano ambayo hayajakaa sawa. Bado watu wanalamikia masuala ya ushuru wa forodha. Wana, wanalalamikia mgao wa namna ambavyo wanagawana katika mapato ya makusanyo ya kodi mbalimbali. Hayo yote ni masuala ambayo yako kwenye muungano, lakini bado masuala ya madini hayajakuwa sehemu ya muungano, lakini masuala mafuta yamekuwa sehemu ya muungano. Haya na yenyewe ni masuala ambayo watu chini kwa chini wanalalamikia. Sisi tukiingia madarakani, tunakwenda kuhakikisha kwamba tunakwenda ku equalize kuhakikisha watanzania wanakuwa sawa katika rasilimali zilizopo na kuondoa manung'uniko walau yabaki maswala ya utawala, lakini maswala ya kiutendaji ambayo yanasababisha watu wanapata riski tunakwenda kuyaboresha katika maswala ya muungano. Namba kumi ni kuimarisha sekta binafsi ili kukuza kuongeza, kuku, kuongeza tija na ufanisi wa utendaji wa shughuli za kiserikali na za kijamii. Sekta binafsi ni muhimu sana. Wakati wa utawala wa Magufuli alidhibiti dhibiti sana sekta binafsi, lakini kimsingi sekta binafsi ndiyo sehemu pekee ya serikali kupokelewa mzigo na, na vijana ama na watu ambao hawana ajira, kwa sababu sekta binafsi ukiachia ikafanya vizuri, maana yake na kupokea mzigo wa kuajiri. Mfano hapa Morogoro tungekuwa na sekta binafsi zilizoimarika sio pungua kumi, kila sekta moja iajiri watu 150 tungekuwa na watu 1500 ambao wako kwenye ajira iliyokuwa rasmi. Kwa hiyo sisi chama chetu tunakwenda kuhakikisha kwamba tunaimarisha na kukuza sekta binafsi kwa ajili ya kuongeza tija na ufanisi wa utendaji wa shughuli za kiserikali pamoja na shughuli za kijamii. Hili tutakwenda kuisimamia, kwa sababu ndio mwarubaini unaoweza kusababisha kupunguza ombwe la ajira kwa vijana wetu na watu wetu katika taifa letu. Haya ndio masuala ambayo nimebeba, niwaletee nyinyi waandishi, mwapelekee wa Tanzania, kwamba chuma kinagombea lakini kina haya, mnasemaje? yaani nyinyi ndio wapishi wa haya maswala. Kinyume na hapo, taarifa hizi hazifiki kokote. Wanaweza kuona hivi vyama mbona vinafujofujo fujo tu? Hatuoni maana yake, maana ya vyama hivi ni nyinyi. Taarifa zetu mzifikishe kwa uhakika, mzifikishe kwa walengwa, ili nao watafakari namna ya kubadilisha njia. Ya kwenda kinyume na hapo, mnatoa taarifa za upande mmoja. Akizungumza hapa mwenzangu, makala daraja Busisi, tumetumia bilioni saba, asubuhi iko front page Bwawa la Nyerere tumemaliza asilimia tisini na tisa asubuhi. Lakini haya ambayo yanatoka upande wa pili, nyinyi waandishi hamyapi uzito unaostahili. Watu wanahisi hakuna kinachofanyika katika vyama vya siasa. Tuna mambo mazuri kama haya, tunaibua hoja kama hizi, nyinyi tunawaomba nendeni, mkazipeleke kwa Tanzania waone kumbe kuna mbadala. Wewe uwezi kunambia mi daraja Busisi alafu hela mfukoni sina Njaa na inauma naambia bwawa la Nyeri imekamilika. Unaambia tumejenga daraja ya Buguruni ya kupita juu kwa juu, nimelala na njaa. Tunataka watu washibe. Mtu akishiba ukiongea naye na kusikiliza. Mtu akiwa na njaa ukiongea naye anaona unapiga kelele kwa sababu yeye haelewi njaa inauma. Tunahitaji watu washibe. Sera za kuwashibisha watu mambo, ni haya mambo kumi ambayo nimekuja nayo. Kwanza nitawapa ajira. Tutakuwa na kazi. Mnaweza mkauliza ajira zitatoka wapi? Kwenye kilimo hapa na ufugaji. Tatengeneza ajira zaidi ya milioni tano hapa. Kwenye rasilimali za maji, wavuvi wale kwenye maziwa, kwenye bahari, tunanua vyombo, tunawakopesha watu wanakwenda kuvua. Unakuja hapa kwenye sekta ya madini. Mimi ni mchimbaji. Tuna group la wachimbaji wa madini tuko zaidi ya milioni nne. Tulio kwenye group, tuliojisajili kwenye group. Hawa ni watu wengi sana. Unakwenda kuwawezesha wale, unakwenda kurahisisha maisha yao. Nchi inatulia. Ukisikia amani ni shibe, ukisikia neno amani ni shibe. Tunakwenda kujenga amani ya kweli, tunakwenda kutengeneza utulivu wa kweli. Mtu akishiba hata akienda msikitini akivuta tasbihi anasema hivi, subhanallahi moja moja. Akiwa na njaa, subhanallah, njaa hana uhakika, akitoka pana kwenda kwahiyo anavuta ile tasbihi atoke lakini ukiwa nao umepaka kindinga nje, umeingia msikitini unafanya tu subhanallah, hata Mungu anakusikia. Mungu asikii mtu anayepiga kelele, anataka kusikia mtu aliyekuwa na utulivu. Tupeni nafasi ya watu kusikia maneno yetu ili tuweze kuwasaidia katika nchi yetu. Baada ya kuyasema hayo, nimalizie kwa kusema hivi hivyo, nimeona na mimi nitoe msaada katika taifa, katika, katika taifa ili kuleta faraja kwa Watanzania. Hivyo leo nimewaita hapa ili kuwaambia Watanzania kuwa mimi, Doyo Hassan Doyo, mwanachama wa chama cha National League for Democracy NLD, agombea nafasi ya urais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama chetu cha, cha NLD. Hivyo basi, kama chama chetu kitanichagua na kunipitisha kuwa mgombea, niko tayari katika mapambano ya kiushindani katika kuhakikisha nashinda uchaguzi huu. Nawashukuru sana Watanzania, nawashukuru sana waandishi. Kwa kweli nimefurahi, mmekuja kwa wingi, mmenipa heshima. Nawashukuru sana, asanteni sana ndugu zangu.